DW, idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni. Ni saa 12 kamili Afrika Mashariki, 11 Afrika ya Kati, lakini ni saa kumi alasiri hapa mjini Bonn. Karibu kwenye matangazo yetu haya jioni, kwa niaba ya wote, jina langu ni Rashid Chilumba. DW Habari za Ulimwengu kwanza lakini ni habari kwa ufupi, msomaji ni babu Abdala. Umoja wa Ulaya wajiandaa kuweka vikwazo vipya dhidi ya serikali ya Iran. Mbunge wa Marekani awasilisha mswada wa kuifanya Greenland kuwa jimbo la 51 la nchi hiyo. Serikali ya Uganda yaagiza kuzimwa kwa mtandao wa intaneti siku mbili kabla ya uchaguzi mkuu. Habari kamili. Brussels: rais wa Halmashauri Kuu ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen amesema umoja huo unajiandaa kuweka vikwazo vipya dhidi ya Iran, huku idadi ya vifo vinavyotokana na ukandamizaji wa maandamano wa kuipinga serikali ikizidi kuongezeka. Von der Leyen amelani matumizi ya nguvu kupita kiasi na hatua za kuendelea kukandamiza uhuru wa raia kupitia mitandao ya kijamii ameandika kuwa ameshtushwa na idadi kubwa ya vifo na kusisitiza kuwa EU inasimama na wananchi wa Iran wanaopigania uhuru wao. Paulo Pinho ni msemaji wa rais wa Halmashauri Kuu ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen. clear... Tayari kuna msimamo ulio wazi kuhusu hili kutoka upande wetu na pia kutoka kwa von der Leyen, tunaangalia uwezekano wa kuweka vikwazo zaidi. Kwa mujibu wa shirika la kutetea haki za binadamu lenye makao yake Oslo, takriban watu 648 wameuawa tangu maandamano yalipoanza mwezi Desemba. Washington, mbunge wa Republican kutoka Florida amewasilisha mswada unaopendekeza kuiunganisha Greenland na kuifanya kuwa jimbo la 51 la Marekani, wakati rais Donald Trump akiendelea kutishia kulinyakua eneo hilo linalojiendesha chini ya utawala wa kifalme wa Denmark. Mbunge huyo Randy Fine amesema mswada huo ungempa Trump mamlaka ya kuchukua hatua zozote zinazohitajika kuiunganisha Greenland na kuifanya sehemu ya Marekani. Trump amewahi kusema kwamba Marekani itaichukua Greenland kwa njia moja au nyingine, akitaja uwezekano wa kununua eneo hilo au kulichukua kwa nguvu, licha upinzani mkali kutoka Denmark, ambayo ni mshirika wa muungano wa kujihami wa kujihamiwa NATO. Unaendelea kuisikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn. Kampala, Uganda imeagiza kuzimwa kwa mtandao wa intaneti siku mbili kabla ya uchaguzi mkuu, wakati rais Yoweri Museveni akitafuta kuendeleza utawala wake wa takriban miaka 40. Tume ya mawasiliano ya Uganda imetuma barua kwa kampuni za kutoa huduma za intaneti ikisema hatua hiyo inalenga kupunguza kusambaa kwa taarifa potofu mtandaoni na kuzuia uchochezi wa vurugu wakati na baada ya uchaguzi. Hata hivyo hakukuwa na taarifa yoyote kutoka serikali kuhusu hatua hiyo ya kuzimwa kwa mtandao wa intaneti. Maafisa walisema mamlaka hazikutaka kumiliki uamuzi huo. Hii ni licha ya serikali kuahidi mara kadhaa kwamba intaneti haitazimwa wakati wa uchaguzi, ikisisitiza kupitia mtandao wa X tarehe tano Januari kwamba madai ya kuzimwa kwa mtandao sio ya kweli na yanakusudia kuleta hofu miongoni mwa umma. Jiniva. Takriban watoto mia moja wameuawa katika mashambulizi ya anga na operesheni za ardhini zilizofanywa na Israel katika ukanda wa Gaza tangu kuanza kwa usitishaji mapigano miezi mitatu iliyopita, kwa mujibu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia watoto UNICEF. Wavulana sitini na wasichana 40 wamepoteza maisha tangu mapema Oktoba. Msemaji wa shirika hilo James Elder amesema idadi hiyo inaonyesha kuwa mtoto mmoja anauawa kila siku licha ya makubaliano ya kusitisha mapigano. Na hatimaye ni New Delhi, mkuu wa jeshi la India ameituhumu Pakistan kwa kurusha droni katika eneo la Kashmir linalodhibitiwa na India, eneo ambalo mataifa hayo mawili yenye silaha za nyuklia yalipigana kwa siku nne mwaka uliopita. Mkuu huyo amesema tayari wameiambia Pakistan kwamba hatua hiyo haikubaliki na, kui, na kuitaka iachane nayo mara moja. Ameongeza kwamba wakuu wa operesheni za kijeshi wa nchi hizo mbili wamezungumza mapema hii leo. Wiki iliyopita jeshi la India liliripoti kuona droni kadhaa zikivuka na kuruka juu ya vijiji vya mpakani vinavyodhibitiwa na India na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu iliyokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn. DW, dunia yetu leo jioni. Jioni hii utasikia yanayoendelea nchini Iran ambako idadi ya vifo inazidi kupanda kutokana na hatua zinazochukuliwa na utawala mjini Tehran kujaribu kuzima wimbi kubwa la maandamano ya umma. Huko nchini Tanzania, rais wa taifa hilo Samia Suluhu Hassan amesema idadi kubwa ya watu wako gerezani bila ya kuona hatia na ametoa mwito kwa mahakama za nchi hiyo kusaidia mageuzi ya mfumo wa haki jinai na baadaye tutakwenda nchini Uganda ambako kampeni za uchaguzi zimefungwa rasmi leo, wakati raia wa taifa hilo wanasubiri ya kupiga kura kumchagua rais mpya na wawakilishi wengine siku alhamis <mulia> Unayo nafasi ya kutuma maoni yako kuhusu taarifa utakazozisikiliza jioni hii. Cha kufanya tembelea tu kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Utaratibu ni uleule, tuandikie maoni kwenye Instagram na Facebook na hata YouTube, Anwani DW Kiswahili, ninakuahidi tutayasoma. Tuanzie nchini Iran ambako idadi ya vifo imeongezeka kufuatia hatua kali za serikali za kuyazima maandamano ya umma. Hayo yakiarifiwa umoja wa Ulaya umesema hivi leo kuwa unatathmini hatua mpya za vikwazo dhidi ya jamhuri hiyo ya Kiislamu. Zaidi anasimulia ya Bakari Ubena. Shirika la kutetea haki za binadamu la Iran lenye makao yake makuu mjini Oslo limesema kuwa watu wasiopungua 648 wameuawa tangu kuanza kwa maandamano hayo mwezi Desemba mwaka jana. Shirika hilo limeendelea kueleza kuwa kuna taarifa zinazokadiria kuwa idadi ya vifo huenda ikafikia karibu watu 6000 huku wengine zaidi ya 10000 wakiwa wameaminika kukamatwa. Rais wa halmashauri kuu ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen amesema leo kuwa wanatathmini vikwazo vipya kwa Iran, hasa wakati huu maandamano ya kuipinga serikali yakizidi kushika kasi. Von der Leyen amesema Umoja wa Ulaya unawaunga mkono raia wa Iran wanaotetea haki zao kwa ujasiri na kwamba idadi inayoongezeka ya wahanga inatisha, huku akilaani matumizi ya nguvu kupita kiasi na kuendelea kuwekwa kwa vizuizi vinavyokandamiza uhuru wa raia na kusisitiza kuwa vikwazo zaidi kwa wale waliohusika na ukandamizaji huo vitapendekezwa haraka. Kwa siku kadhaa sasa, mamlaka za Iran zilifunga mawasiliano na kuzima kabisa mtandao wa intaneti. Jeremy Lawrence, msemaji wa ofisi ya kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa, ametoa wito kwa serikali ya Iran kusitisha ukandamizaji dhidi ya raia wanaoandamana Mauaji ya watu wanaoandamana kwa amani lazima ya kome. Jambo la kuwaita waandamanaji magaidi ili kuhalalisha vurugu dhidi yao halikubaliki. Tunazitaka mamlaka za Iran kusitisha mara moja vurugu zote za ukandamizaji dhidi ya waandamanaji na kurejesha mtandao wa intaneti na huduma za mawasiliano. ya hayo yakiharifiwa, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amejibu vikali kauli ya kansela wa Ujerumani Friedrich Merz aliyesema hivi leo kuwa utawala wa Iran unaishi siku zake za mwisho. Arakshi amesema Ujerumani inapaswa kukomesha uingiliaji wake katika eneo hilo na kwamba ipo katika nafasi mbaya zaidi kuzungumzia masuala ya haki za binadamu, hasa kutokana na undumilakuwili iliyouonyesha na uliofuta uaminifu wake kwa kuiunga mkono Israel wakati wa vita vya Gaza. Kulingana na mrs mawaziri wa mambo ya nje wa Ujerumani, Marekani, Uingereza na Ufaransa wapo katika mawasiliano ya karibu ili kuhakikisha kunapatikana serikali ya mpito ya amani nchini Iran kuelekea utawala halali wa kidemokrasia. Serikali mjini Teheran imekuwa ikiyatuhumu mataifa ya kigeni yakiongozwa na Marekani na Israel kwa kuchochea maandamano hayo. Ya inaendelea nchini Iran. Tuelekee sasa Afrika Mashariki. Leo ndio ilikuwa kilele cha kampeni za uchaguzi mkuu wa Uganda na kinachosubiriwa sasa ni zoezi la kupiga kura siku Alhamisi. Suala so, nyeti ambalo bado watu wanajiuliza ni kama umati mkubwa wa watu waliovutia uvu, wali hasa wagombea wawili wakuu wa kiti cha urais ni kielelezo kwamba kinyang'anyiro hicho kitakuwa cha patashika. Mwandishi wetu mjini Kampala Lubega Emmanuel ametuandalia ripoti ifuatayo. Musa dhanale! Musa dhanale! Hao ni wafuasi wa chama tawala cha NRM wakimshangilia mshika bendera wao Rais Yoweri Museveni ambaye anawania urais kwa mara ya saba akichuana na wagombea wengine saba. Mkutano huu wa kilele umevutia wafuasi kutoka maeneo mbalimbali ya nchi wakisisitiza kauli mbiu ya kulinda mafanikio ya zaidi ya miaka 40 ya utawala wake. Baadhi yao wamezungumza na DW kuhusu matarajio yao katika uchaguzi wa Alhamisi. Museveni atapata kura asilimia tisini kwa mia, watu wako tayari kabisa, are very eager. tunataka ule rais ambao watasikiliza sisi wa vijana. Sisi ndio wa Uganda wa kesho. Katika siku za mwisho za kampeni, chama cha NRM kimeongeza kasi kwa kufanya mikutano ya marudio katika maeneo yanayoonekana kuwa ngome za mpinzani mkuu Robert Chagulanyi maarufu Bobi Wine, hususan kaskazini na mashariki mwa nchi. Wachambuzi wa kisiasa wanasema nafasi ya kifedha na madaraka inampa rais Museveni uwezo wa kurudi mara kwa mara katika maeneo hayo. Katika kampeni hizo pia kumeshuhudiwa makundi ya watu wakitangaza kuhama vyama vyao, hasa NUP, na kuahidi kumuunga mkono rais Museveni. Aidha, baadhi ya wagombea wa ubunge wa NUP wamejiondoa kwenye kinyang'anyiro. Hata hivyo, chama cha NUP kinasema hakijayumbishwa hata kidogo na matukio hayo. Katika mkutano wao wa kilele jijini Kampala, viongozi wake wamesisitiza kuwa wanaamini watashinda uchaguzi kwa njia ya kidemokrasia bila vishawishi. Bobi Wine alisema haya katika hotuba yake: tunachotaka ni kuleta umoja Uganda badala ya kututenganisha. Kadri uchaguzi unavyokaribia Baadhi ya viongozi wa vyama vya upinzani wameamua kumuunga mkono Bobi Wine akiwa gerezani. Kiongozi wa chama cha PFF Dr. Kizza Besigye alimwagiza mkewe Winnie Byanyima kumkabidhi Bobi Wine mchango wa fedha. Hili ndilo tamko lake wakati wa kukabidhi msaada huo. Ukimfungia mpinzani wako Kizza Besigye na pia kumwandama mshindani wako, huo ni uoga. Yeah. Serikali imetangaza siku za Alhamisi na Ijumaa kuwa za mapumziko ili kuwezesha wananchi kushiriki kikamilifu katika zoezi la kupiga kura. Lubega Emanuel, DW, Kampala. Haya ndiyo mambo nchini Uganda kuelekea uchaguzi mkuu wa siku ya Alhamis. Huku nchini Tanzania, taifa jirani tu na Uganda, Rais Samia Suluhu Hassan amesema kuwa bado kuna watu wanafungwa magerezani bila ya kuwa na hatia, huku jaji mkuu wa nchi hiyo akisema uhuru wa mahakama unataki, unatiwa hati, hatarini kutokana na ukosefu wa uhakika wa masilahi na usalama wa watendaji wake. Mwandishi wetu wa mjini Dodoma, makao makuu ya nchi hiyo, niwekaji Makomba, ametuma ripoti ifuatayo. Rais Samia ametoa kauli hiyo hii leo jijini Dodoma wakati akihutubia katika mkutano mkuu wa mwaka wa chama cha mahakimu na majaji TMJA, akisema kuwa uwepo wa mahakama huru yenye uwezo na uadilifu ni nguzo muhimu na ni msingi wa upatikanaji wa haki na kwamba serikali itaendelea kulinda, licha ya baadhi ya watu kufungwa kwa kubambikiziwa kesi. Watanzania wana matumaini makubwa sana na penda kuona mahakama inayosimamia haki kwa uwazi na kwa kuzingatia misingi ya kikatiba, sheria, lakini vile vile utu. Huko mahabusu, huko kuna mtu anafungwa kwa kesi ya kubambikiwa tu. Sasa injinia gani imepita mahakamani mpaka mtu akaenda jela kwa kesi ya kubambikiwa? Akitoka anasema mimi sikuwa na samimi, kesi nilibambikiwa tu, lakini nimekaa nimetoka. Sasa wewe uliyepeleka ukamnyima mtu uhuru wake kenda ukamfanya afungiwe kule, jipime una jukumu gani katika hilo. Awali akizungumza katika mkutano huo, Jaji Mkuu wa Tanzania George Mcheche Masaju amesema kuwa mahakama haiwezi kuwa huru endapo watendaji wake hawana uhakika wa mishahara, posho, pensheni pamoja na mazingira Rais, mahakama haiwezi kuwa huru endapo watendaji wake hawana uhakika wa mishara yao, posho, pension, usalama na ajira na mazingira bora ya kazi, kutoka kwenye mfuko mkuu wa hazina kama katiba inavyoelekeza. Hata hivyo kauli hii ya Rais Samia imepokelewa kwa utata mkubwa. Lawama za watu kubambikiwa kesi si mpya, siyo tu kutoka kwa jamii bali hata mwenyewe Rais Samia si mara ya kwanza kuzitaja. Kuna wakati alifika hata kuunda Tume ya Haki Jinai iliyoongozwa na aliyekuwa jaji mkuu Othmani Chande kuchunguza madai hayo. Lakini kwa wengi, kuendelea kuwapo kwa ukandamizaji huu ni kutokana na sababu za kisiasa kuingizwa kwenye utendaji wa vyombo vya dola, hasa jeshi la polisi. Rais wa Chama cha Mawakili TLS, wakili Msomi Boniface Mwambukusi amesema kauli kama hizi kwa sasa zimepitwa na wakati, na kinachotakiwa sasa ni vitendo, akigusia pia swala la mwenyekiti wa Chadema Tundu Antipasilisu aliyoko mahabusu kwa kesi ya uhaini. Tumezungumza sana, tumeahidi sana, hizi hotuba kwa sasa watu wanataka kuona vitendo, na kuna mambo ya kuonyesha haki kwa sababu moja ya mtu ambaye yuko ndani kinyume cha sheria ni Tundu Antipasilisu. Deo Kaji Makomba DW. Dodoma. DW tunavuma kwa kishindo. Tangazo la serikali ya Somalia la kuifutilia mbali mikataba yote iliyoingia na umoja wa falme za Kiarabu, UAE, limefichua msuguano mpya kati ya UAE na taifa jingine barani Afrika, hasa kwenye kanda ya pembe ya Afrika. Katika miaka hivi karibuni, taifa hilo la ghuba limejitanua na kujihusisha zaidi barani Afrika, huku likilaumiwa kuwa mfadhili wa mizozo au mivutano kwenye nchi chungu nzima, tangu Sudan, Eritrea, Libya na sasa Somalia. Lakini kwa nini UAE inajihusisha sana kwenye eneo hilo? Swali hilo mingine nimemuuliza Omar Mutasa, mwandishi wa habari anayezifuatilia kwa karibu siasa za Afrika. Umoja wa Falme za Kiarabu au Imarati kwa kifupi, hii ni nchi ambayo kwa muda mrefu wamekuwa katika ghuba, wamekuwa hawajulikani sana, lakini ni nchi ambayo tajiri. Kiongozi watu wa sasa hivi ambaye ni Shekh Muhammad uh, bin Zaid al Nahyan. Huyu ni mtu ambaye amekuwa ni mtu kimya, lakini nadhani kuna mtu nyuma ambaye sasa hivi anawasukuma umoja wa ufalme za Kiarabu kujihusisha sana katika masuala ya pembe mwa Afrika. Sasa wanajaribu kujijenga, nadhani katika nchi hizi za Afrika na hasa katika pembe ya Afrika, ambayo pembe ya Afrika haiko mbali sana na Emirates. Kujihusisha kwao kwenye eneo hili kunaonyesha mara zote kumekuwa chanzo cha mzozo ama kuchochea mzozo uliopo. Tumeona mifano ya karibuni kabisa ni mvutano uliojitokeza kati ya Umoja wa Falme za Kiarabu na Somalia kuhusu jimbo lilojitenga la Somaliland. Tumesikia Umoja wa Falme za Kiarabu unaunga mkono kundi la wa, la, la wanamgambo nchini Sudan la RSF linalopingana na serikali mjini Khartum na wakati fulani walikuwa vile vile wakimuunga mkono Jeneral Khalifa Haftar kule, kule nchini Libya dhidi ya serikali kuu mjini Tripoli. Kwa nini mara zote uhusika wao unazusha mzozo ama mtafaruku? Mi naweza kusema kwamba sio swala la mtafaruku kwa wao, kwa wao wanavyoona, wanaona wanavyofanya ni sawa, lakini huwa hawapo sawa kwa sababu huwa kama wanavyosema wanaegemea upande wa upinzani, na hili usisahau sasa hivi umoja wa falme za Kiarabu, Emirates wana uhusiano mzuri na Marekani, na Marekani imekuwa pia nayo ikihusika katika masuala haya. Wao wana uhusiano, navyodhani mimi Emirates inatumwa na hawa e, mataifa vigogo ili kuingilia katika masuala haya Huweza kufanya nini, huweza hali kuharibika zaidi, kwa sababu ingekuwa kama Emirates yenyewe wangekuwa hawawezi, lakini inavyoonyesha nyuma yao kuna mtu anayewasukuma kwamba sasa hivi nendeni mbele, sisi ikitokea jambo, sisi tuko pamoja na nyewe. Kwa hivyo itatumiliwa kwa upande mwingine, kwa sababu nchi nyingine za Ghuba hazijiingizi katika matatizo haya yanayojitokeza sasa hivi e, bwana bwana mtangazaji. Tumeona vile vile matendo haya ya Umoja wa Falme za Kiarabu yamezusha mvutano na uhasama na nchi nyingine zenye maslahi kwenye Pembe ya Afrika, nikitolea mfano wa Saudi Arabia, Qatar na, na, na hata Uturuki. Uhasama kama huu unapojitokeza utaathiri vipi hali ya kisiasa na kiuchumi kwenye kanda ya Pembe ya Afrika? Umoja wa falme hata leo, uhusiano ukiharibika, unajua mtu tajiri, mtu aliokuwa tajiri usimchezee. Tajiri siku zote hajali, yeye anaweza kufanya jambo, anajua kwamba hili linalolifanya ndio sawa hata kama wengine wanaona kwamba ni baya, hatokosi marafiki. Hawa kina Sudan kina nani wote hao walikuwa marafiki zake Emirates. Lakini leo kwa sababu wao uchumi wao ni mbaya na wao Emirates ndio wamekuwa wakisaidia. Sasa wao yee yeah, haoni ubaya. Lakini mwisho wa siku walewale wale, majirani zake Qatar, kina Kuwaiti, kina Omani wao ndo watakuja kuingia kati, mwambie bwana eh, basi inatosha hawa watu waachie kama ilivyo. Usisahau, Sudani walipiga kelele wakasema kwamba katika vita hivi vya Sudani walipata karibu paspoti saba ziligundikana za Imarati katika vita vilivyokuwa vikiendelea Sudani, na Sudani iliwahi hata kushtaki kesi katika umoja Umoja wa Mataifa, lakini baadaye kesi katupiliwa. Kwa hivyo nadhani wamekuja haraka sana katika masuala ya, ya pembe ya Afrika ambapo sidhani kwamba wataweza kufaulu kutokana na hali ilivyo. Ni mwandishi habari Omar Mutasa huyo anayeifuatilia kwa karibu siasa za Afrika nilipozungumza naye muda mfupi uliopita. Tunabakia bado barani Afrika, nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Chombo kilichopewa dhamana ya kusimamia ulinzi wa mtandaoni kinatumiwa kwa ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu na to na kutekeleza majukumu kana kwamba kiko juu ya mfumo wa kawaida wa sheria. Hali hiyo imepelekea hi watu wengi kukamatwa kiholela ikiwemo hata wanaohudumu kwenye ofisi na idara nyeti nchini humo. Mwandishi wetu Biobi Malenga anaarifu zaidi kutoka mji mkuu wa Congo, Kinshasa. Akizungumza na DW, wakili Timote, mratibu wa shirika la haki za kibinadamu la Justice Asbel, alitoa tahadhari kuhusu kile wanachokiita unyanyasaji mkubwa na ukiukaji wa haki za kibinadamu unaofanywa na baraza la kitaifa la ulinzi wa mtandao CNS katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anaishutumu pia CNS taasisi inayofanya kazi moja kwa moja chini ya mlaka ya rais kwa kuwateka nyara zaidi ya watu elfu kumi kote nchini. Tuseme kama uh, tangu ile, ile, ile service tunaita bear defense, inakona, inakamata wakongomani hata kumi kwa siku imepita hata elfu kumi wanaenda kuwaweka machumba la hotel, wanaenda kuweka machumba la kipekee maresidence prive, na tunaona kama hiyo matukio iko mubaya, ile matendo iko mubaya mubaya sana. Kumekuwa na ripoti nyingi za kamatakamata sio kamata, CO2... tu wanasiasa lakini pia maafisa wa ngazi wa juu wa jejeshi kutoka kitengo hicho cha ujasusi na uhalifu wa mtandao, na ambao familia nyingi hudai kutokuwa na mawasiliano na wapendwa wao. Wachambuzi wanasema idara hiyo imekuwa na nguvu zisizo na mipaka na wanaitaka serikali kulivalia njuga. Apolo Msambia ni mchambuzi wa siasa za Congo. Kwa sababu tunapoangalia kitengo hicho cha Conseil National de Cyber Defense, maana yake ni kitengo cha ujasusi ambacho kinatakiwa kuhusika na makosa kupitia teknolojia, utakuta hakuna hata mmoja kwa wale ambao wameshakamatwa na kitengo hicho cha ujasusi kupitia teknolojia ndo ambao wamewahi kushikwa. Hapana, kitengo hicho kinashika wafanyasiasa kwa kulingana tu na matamko yao hayaambatani na sera za serikali, wanachukuliwa hivyo, wanafungwa. Ndugu Apollo, nini sasa kinaweza kufanyika? nafikiri ni jambo muhimu zaidi sana eh, serikali ya Kongo ambayo inaongozwa naye Rais Felix Tshisekedi na ambaye alitangaza wazi kwamba yeye atakuja kuvuta jela zote za ujasusi ambazo zilikuwa zijulikani yeye hawezi tena, akaja akaweka kitengo ambacho kinaweka jela zisizojulikana na ambayo inafunga watu katika kukiuka haki za kibinadamu. Maafisa kadhaa wa ngazi za juu wa jeshi la Kongo waliokamatwa miezi kadhaa, wameshtakiwa wa rasmi, wamehamishwa kwenye gereza la kijeshi la Ndolo mjini Kinshasa kwa mashtaka ambayo ni pamoja na kula njama za kijinai, kupanga njama dhidi ya rais wa nchi kujaribu kuua na uhaini kwa kuona mawasiliano na taifa la kigeni. Miongoni mwa waliohusika ni maafisa wanaojulikana kuwa karibu na rais. Juhudi za kuwapata viongozi wa idara hiyo na sheria hapa nchini hazikufanikiwa. Bo Malenga, DW Kiswahili, Kinshasa. Kuhusiana na, <laughs> <laughs> mm -hmm. na mazingira ya watu wanaohukumiwa bila hatia, na Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania kusema hivyo. Sasa wakati wa uh, tukio hilo, Jaji Mkuu wa Tanzania George Masaju amesema nchini sasa nchi hiyo itaanza kutumia hukumu zake zinazotolewa kwa wale wanao anatuhumiwa na mashtaka kadhaa uh, kwa Kiswahili baada ya mwanasheria kukamilisha tafsiri ya matoleo ya kisheria kutoka Kiingereza kwenda Kiswahili. Hii si kwa mara ya kwanza taarifa hii kutoka, mm-hmm, lakini leo kwa mara nyingine imezungumzwa tena mbele ya Rais Samia, maneno yake sasa inaonekana mchakato wa kutafsiri sheria za Tanzania kutoka Kiswahili kwenda kutoka Kiingereza kwenda Kiswahili umechukua muda mrefu. Anasema matumizi ya Kiswahili katika nyaraka muhimu za mahakama yatasaidia kuongeza uwazi, kuimarisha imani ya wananchi na mfumo wa sheria na kurahisisha utekelezaji wa maamuzi ya mahakama. Sasa hii taarifa kwamba Kiswahili ndo kitatumika kwenye hukumu ndo jambo ambalo limezua mjadala, maanake sasa, imekuwa kama hii itakuwa ni mara ya pili swala hili linazungumziwa, na kuna malalamiko kadhaa ya mawakili ambao wako nje ya wale mawakili wa serikali, hususan kile chama cha anasema afadhali ilikuwa kilio cha watu wengi sana kutumia Kiingereza, lakini Rafael mkiwa anasema kila siku ni haya haya, ile anajua hata hilo litachukua muda na muda zaidi. Halima Majida anasema sasa wao hawajui Kiswahili, wataandikaje Kiswahili? Maoni mengi yanauliza kwamba unaposomewa ile hati ya kutolewa hukumu inabidi ukatafute mfasiri ama, mm. ukita ukata rufaa inabidi ulipie pesa ya kufanya ufasiri mm, kwa sababu si kila mtu anaelewa anaelewa, anaelewa Kiingereza mm. sasa na hata lugha yenyewe ya kisheria kwa Kiingereza nako ina mtindo wake na istilahi zake na msamiati wake, sasa itakuwa ni jambo zito. Kwa hiyo itakuwa jambo zuri pia kama hukumu sasa zote zitaanza kutolewa kwa lugha kwa lugha ya Kiswahili. Tunasubiri utekelezaji, lakini kama nilivyokuambia, Rashid, si mara ya kwanza kulisikia hili, lakini bado utekelezaji wake, maana yake pia hukumu zinategemea sheria na sheria, kuzibadilisha kwa huku ni muda, itachukua muda mrefu. Niwaambie pia wasikilizaji wafuatilie TikTok na Facebook na Instagram za DW Kiswahili, atakuwa huko bila shaka, tusome maoni uliotuandikia kwenye kurasa hizo. Sasa na ikiri burudani ya muziki itatofuata taratibu, naambiwa hapa e, tuanzie kwenye Instagram. Namwona Matisho ndege wa Arusha, Tanzania, anasema tunawatakia Uganda uchaguzi mwema. Dodai, dodai Paul, huyu anasema ni wakati wa viongozi wa Afrika kwende na wakati, Museveni, muda wako madarakani umekwisha. Na Isaac Alois anasema Museveni, achia ngazi Jackson Jacobu Anzege Tanzania nchini Tabora mkoani um, Tabora anasema tunawatakia uchaguzi mwema, yasija yakawa kama hapa kwetu Tanzania. Sadiki Mpalazo akiwa Mbeya nchini Tanzania pia anasema tunawatakia Uganda kila la heri, uchaguzi uwe wa amani na haki itendeke. Paul Gasper, ujumbe wako nimeuona, anasema kila la heri Robert uh, Keglani, japo unapitia changamoto za unyanyasaji na ukandamizaji kutoka vyombo vya dola vya Rais Museveni. Miraji Zakaria Mjwanga wa Singida Tanzania anasema raia wa Uganda wajitokeze kwa wingi katika uchaguzi mkuu. Kwenye YouTube pia umetuandikia namuna. Avit Antoni nawatakia kila la heri majirani zao Uganda katika uchaguzi mkuu wa kuipata serikali mpya. Wakati Baraka Rabani ukiwa Kigoma huko Tanzania unasema chaguzi za Afrika huonekani macho Ukurasa wetu wa Facebook, kwa ujumbe wa Imani Sabaya kutoka Arusha, Tanzania anauliza mbona nchi za magharibi zinapenda kuingilia masuala ya mataifa mengine? swali lake hilo. Mtegei Elias anasema huo msaada wa Marekani kuhusu Greenland unakiuka sheria za kimataifa. Ukurasa wetu wa Facebook, matangazo haya yako live ama mubashara na uona ujumbe wa Fred, Fredi, Msabi Mara kutoka Serengeti, Tanzania anasema huu ni mvutano wa kawaida, ni pambano la mamlaka na maslahi ya kimkakati. Somalia inalinda mamlaka ya kitaifa lakini nguvu nje zinaendelea kuitazama uh, pembe ya honi ya Afrika kama kana kwamba ni uwanja wa vita wa kisiasa na kijeshi. Baraka Magere wa Tanga, Tanzania unasema serikali ya Tanzania mwacheni huru Tundu Lissu, tujenge nchi yetu, mashtaka dhidi yake ni kichekesho. Nzanaki Janvier wa Geita kule Tanzania unasema Unawasa w wa Uganda wafanye uchaguzi wa haki na amani. Manuel Kavisho wa Moshi Tanzania unasema binafsi, naona una hakuna jipya katika uchaguzi mkuu nchini Uganda, zoezi hilo ni la kukamilisha ratiba tu. Ujumbe wa mwisho ni wa Mbaraka Moshi, unawaombea Uganda uchaguzi wa huru na wa haki. Mwisho wa matangazo haya jioni, mfuatiliaji wetu popote pale ulipo, kwa niaba ya Janet Omar mimi hapa ni Rashi Chilumba na wengine wote uliwasikia, tunakutakia wewe popote ulipo jioni njema, nasema kwaheri.